Afya ya meno. Leo tunazungumzia kuhusu sehemu muhimu ya kudumisha afya, yaani, meno yako. Hapa nchini Marekani, tuna madaktari wanaotunza meno na mdomo wako, wanaoitwa madaktari wa meno. Madaktari wa meno wana umuhimu mkubwa sana, kwa sababu meno na ufizi wenye afya si kwa ajili ya tabasamu zuri tu, bali husaidia ulaji wa chakula kuzungumza, kuwa na ujasiri, na hata kuweka moyo wako uwe na afya bora. Ni muhimu kwamba kila mtu aliye na meno amtembelee daktari wa meno mara mbili kwa mwaka, hata watoto wenye jino moja tu. Katika miadi yako ya daktari wa meno, watasafisha meno yako, chunguza ikiwa meno yako yana matundu inayoitwa cavities kwa lugha ya Kiingereza, chukua x-rays na kuangalia kinywa chako ili kuhakikisha afya bora. Uchunguzi huu ni muhimu hata ikiwa meno yako yanajihisi vizuri, kwa sababu daktari wa meno anaweza kugundua matatizo ambayo bado hujayahisi, kama vile matundu au matatizo ya fizi. Hapa kuna mambo ambayo unaweza kufanya ili uwe na meno yenye afya. Kila mtu aliye na meno anapaswa kupiga mswaki mara mbili kwa siku kwa kutumia dawa ya meno ambayo ina fluoride, au dutu ya asili ambayo hufanya meno yako yawe na nguvu. Watoto wachanga na watoto wadogo wanapaswa kutumia kiwango kidogo tu cha dawa ya meno kinacholingana na mchele ili wasimeze kiwango kingi. Ikiwa mtoto wako anatumia chupa, ni bora kutomruhusu kulala nayo usiku kwa sababu kunywa maziwa baada ya kusafisha meno kunaweza kusababisha matundu kwenye meno yao. Watoto wanapokuwa na umri wa mwaka mmoja, ni vyema kuacha kabisa kutumia chupa, kwani chupa inaweza kumuumiza meno yao na kusababisha matatizo mengine ya afya. Pia, watoto walio na umri wa zaidi ya mwaka mmoja wanapaswa kuepuka kula au kunywa chochote ila maji ya kunywa baada ya kupiga mswaki wakati wa usiku, kwa sababu inaweza kusababisha matundu kwenye meno yake. Ingawa watoto hupoteza meno yao ya kwanza, ni muhimu kutunza meno yao ili wakiwa watu wazima meno yao ibakie na afya nzuri. Kwa kawaida, unahitaji bima ya afya ili kumwona daktari wa meno. Uliza kuhusu chaguo za malipo ikiwa ni vigumu kulipa mswada wako wa wakati mmoja. Ikiwa huna bima ya afya, unaweza kutembelea vituo vya afya vya jamii vinavyotoa huduma kwa bei ya chini. Au ikiwa una mtoto, uliza shule zao ikiwa wana uchunguzi wa meno bila malipo kwa watoto na watu wazima. Iwapo unahitaji mkalimani uliza unapofanya miadi yako au unapofika huko. Kutunza meno yako ni muhimu na kunaweza kuleta utofauti mkubwa katika jinsi unavyojihisi.